Video hii imekurahisishia matokeo, jinsi ya kuweza kupata matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba kwa mikoa yote. Hapa utaweza kupata ya mikoa yote na mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Geita, mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Mara, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Kagera, mkoa wa Iringa, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Tabora, mkoa wa Simiu, mkoa wa Lindi pamoja na mikoa mingine yote utaweza kuyapata hapa shule ya msingi matokeo darasa la saba, tano, ya darasa la saba 2025, namna ya kuweza kuangalia. Kwa mfano tuangalie matokeo ya mkoa huu wa Dar es Salaam, utafungua tu katika mkoa huu wa Dar es Salaam, na baada ya kufungua mkoa wa Dar es Salaam, utaweza kupata matokeo yake ya mkoa wa Dar es Salaam. Matokeo ya mkoa wa Dar es Salaam tutayaangalia tu hapa, kama jinsi unavyoona National Examination Council of Tanzania, ni kama jinsi yanavyoonekana hapa hapa kuna wilaya ya Dar es Salaam CC, kuna Kigamboni, kuna Temeke MC, kuna Ubungo MC alafu kuna Kinondoni MC. Kama unataka kuangalia labda ya Kinondoni utayaona tu namna hii. Utachagua shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake labda hii Kilimani primary school utaweza kuona matokeo yake kama hivi ni rahisi tu namna hii ya kuweza kuangalia matokeo kwa mfano shule hii ya Kilimani walioweza kufanya mitihani ni 172 wastani wa shule ni 257 daraja ni A hey, ni bora kabisa shule hii imeweza kufanya vizuri kabisa shule hii imeweza kufanya vizuri kabisa kama jinsi unavyoona wanafunzi wamefaulu vizuri kabisa Oo, hii ni jinsi ya kuweza haya. Ni matokeo ya mkoa wa Dar es Salaam. Takwenda kuonyesha mikoa mingine zaidi na zaidi. Asante na kuwa karibu nami kwa video nyingine ya matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba katika mikoa mingine. Asanteni na karibuni, bonyeza neno like, share video hii na wengine ili waweze kupata matokeo haya.